Kabla ujarekodi video yoyote, kuna kitu kimoja kikikosa, video yako inaweza kufa kabla haijaanza. Kitu hicho kinaitwa keyword. Karibu Information Technology Swahili, leo tutajifunza keyword research na tags; ni vitu vinavyomsaidia YouTube kuelewa video yako na kuionyesha kwa watu sahihi. Kwanza kabisa tujue keyword ni nini? Keyword ni neno au sentence ambayo mtu anaandika YouTube kutafuta video. Mfano, jinsi ya kupata views youtube, YouTube YouTube SEO kwa wanaoanza. hizi ni mifano za nani keyword. YouTube hutumia maneno haya kuamua video yako ionekane sehemu gani. jinsi ya kupata keyword ya rahisi, njia rahisi kabisa, andika keyword y, n, a, andika neno youtube research. Yani unaweza kaingia ile sehemu ya kusearch ukiwa kwenye application ya youtube Ukaukagusa ile sehemu ya kusechi, utaona pale chini kuna maneno ambayo yamejitokeza. Yale maneno ambayo ndo yanatafutwa sana na watu YouTube ndo maana yako pale juu kabisa mwanzo, hizo ndizo keyword bora kutumia. Okay, kipengele cha tano tuangalie ni tags. Tags ni nini? Tags ni maneno yana ni maneno ya ziada yanayomsaidia YouTube kuelewa video yako vizuri zaidi. Tumia keyword kuu Tags ni maneno yale ambayo ukiwa unaandika unatumia unaanza kuweka leli zile ndo zinaitwa tags. Kwa kama una una unatumia tags, hakikisha tags zako inaanzia na na leli, afu hakikisha pia unazipangilia katika mpangilio sahihi kabla ya kurekodi video. Utafuta keyword SEO e, huanza kabla ya kamea, sio baada ya kuposti. Kama umeweza kufika mpaka hapa hakikisha ume subscribe kwenye channel yetu ili wewe mtu wa kwanza kupata video zetu pale tu tunapozitoa. Okay, bye bye bi